Tarehe ishirini na tisa inshaallah, jimbo litakalotangazwa asubuhi ya saa nne tushashinda, ni jimbo la Nungwe makofi watu wa Nungwe makofi Mwalim Hasan. Sasa ni wakati wa kumkaribisha mwenyekiti wa chama chetu ambaye ni mgombea mlizowea kumwona hapa Mbungo ukicharaza mbungo, kanipa salamu nikwambieni watu wa mkoa wa kaskazini bii hey, kama leo yeye ana kazi maalum ya kuinyosha mibungo yeah. ana kazi maalum ya kwenda kunyosha mibungo ili akiingia kisiwani Pemba hana msalie ni Mungu itafanya kazi yake. Kwa hivyo leo hayupo hapa, yupo hey. Ana kazi maalum. Aliyekuwepo tumpige ni makofi sana huko aliko, afanye kazi yake salama na tuwe naye kwa salama na tuendelee na shughuli zetu. Mwenye huruma anakuswa, anasikitika na anatokwa na machozi pale ambapo hata yeye anamuona Dkt. Othman Masoud. Ndugu zangu, katika kipindi cha miaka minne hii tumepitia katika matukio ambayo hayafunguki lakini hayakuonyesha sura nzuri mzuri, hasa matukio ambayo yalipelekea kumwaga damu na kupoteza roho moja watu wetu. Na kwa hapa naweza kutoa mfano ulio karibu nangu, vijana wawili waliofukuzwa na askari kwa sababu ya mchanga na wakauliwa pale Kidoti. Hakuna sheria katika nchi yetu inayosema ukichukua mchanga uuliwe, au ukifanya kosa uuliwe. Basi sheria ya nchi yetu, ukifanya kosa ele kwenye vyombo vya sheria. Askari wameua wakawaua watoto wetu tumewapenda. Hakutokea kiongozi wa chama chochote wala serikali yoyote kwa kuwafariji, lakini Othman Masoud Othman alifika kuwafariji. Anatenda alomkera mno kuona Mzanzibari anauliwa nahafikishi mahakama, lazima ukiongozi. Othman ana uswa Osman anahusika anaguswa, na shida zetu, anahusika kwa sababu he is a responsible leader, anahusika, anaguswa, anatufuata tuliko, anaguswa kwa sababu anaipenda Zanzibar yake

tumetangaza tunaenda na Othman. Na kuombeni niambie, kaskazini bi kaskazini bi mnaenda ndani hawajisikii yeah. Kule kaskazini na kuombeni yeah. Oh, tushikamane tuende na mtu ambaye tuna matumaini naye kwa kizazi chetu na sisi wenyewe kwa nchi yetu na sisi wenyewe. Ndugu zangu wananchi, Othman Masoud Othman, ukimpima katika migezo mengine na utu na uongozi, unamuona tafawadhi wa kanaas, amekuwa juu kuliko wote wanapata leinakamdaliwa kumi na moja wale mpime vigezo pasina kuwa na upendeleo, utamkuta amekaa juu ya watu kwa sababu ya sifa za uongozi. Ndugu zangu, ukamjalia viongozi wetu, amepangwa na sifa kubwa ya huruma na ili uwe kiongozi ambaye utapata msaada wa mola lazima kuwahurumia unaoongoza jambo hili Mungu amempamba nalo la huruma, ni wazi atapata huruma ya Mola ataktaakutua moa sisi nataka nikuhakikishieni kwa huruma yake na utu wake kazi yake inaweza kuwa rahisi, kwa sababu ili upate msaada wa Mungu uale huruma walioko katika ardhi ya Mungu. Hatutarajii wala hatofanya kuna kuzipora ardhi zenu, hatutarajii wala hatofanya kuhakikisha maeneo yenu kwamba anayeshukua yeye au marafiki zake katika uadilifu na hasa haki ya mtu, sote tunashahidi juu ya kazi aliyokuwa anaifanya Othman Masoud Othman katika kipindi chake tulichomba uongozi wa makamu wa kwanza wa rais. Alipita kwenye mashimbo, alipita kwenye vibanda na wakati mwingine na wakati mwingine mvua ambayo hatuizoea, wafuata wagonjwa wetu, hata kama kwa kilo moja tu ya sukari. Unapokuwa na numa ya aina hiyo, si kwamba utawaweza watu kuwamaliza, lakini unaonyesha ulikuwa na uwezo niwafika wengi sana kusaidia. Sio kwamba sisie hawana hivyo vitu, lakini haikuwa sifa katika nia zao. Ameheru na mweke mhalipendo na alimsesharifuma anamwanzishia mwendo mzuri wa kuajali wagonja wetu wa kuajali wanyonge wetu, kila Ramadhani au kila tunapata nafasi. Kazi hii imerikiwa na Othman Masoud.